Dr. Samuel John Marwa daktari na mwanachama halali wa Yanga Sports Club mwenye kadi namba TZIR I 3330 alifungua eh, maombi chini ya hati ya dharura akiomba kibali cha kufungua shauri la mapitio ya kimahakama dhidi ya uamuzi wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TPLB kwa kuahirisha mechi ya ligi mchezo um, namba 134 kati ya Yanga Africa Sports dhidi ya Simba Sports Club ambayo ilipangwa kuchezwa tarehe 8 Machi 2025. Katika hoja zake alikuwa anaomba mahakama kutoa amri ya kufuta uamuzi wa TPLB wa kuahirisha mechi hiyo, amri ya -ma, uh, madams ya kuilazimisha TFF shirikisho la soka nchini na TPLB kuipa Yanga African Sports Club eh, point tatu na mabao matatu kwa mjibu wa sheria na kulipa gharama zote za shauri hili, na pia amri nyingine yoyote itakayoonekana haki na staiki. Wakili eh, wa, wajibu, wa, wa wajibu maombi Rahim Shaaban alipinga walali wa shauri hilo kwa hoja mbili. Kwanza shauri hilo lililetwa mahakamani kabla ya wakati na mahakama haina mamlaka ya kusikiza shauri hilo. Kufuatia hilo, mahakama ilisikiza hoja ya pili tu kuhusu mamlaka, kwa sababu hoja ya kwanza haikuwasilishwa kwa kina. Wajibu maombi walisema katiba ya TFF na kanuni za ligi za mwaka 2024 zinakataza mtu yeyote kufungua kesi ya masuala ya ligi katika mahakama ya kawaida, kifungu cha 25 eh, na section ya 4 cha kanuni za ligi kinakataza kupeleka migogoro ya ligi mahakamani, na kifungu cha 66 na 67 cha katiba ya TFF kinatamka kuwa migogoro yote ya mpira itasikilizwa ndani ya mfumo wa TFF na hatimaye katika kasi, yani Court of Arbitration for sports, baada ya njia zote za ndani ya TFF kuisha. Hapa pia imeelezwa kwamba FIFA inapinga, inapiga marufuku kufungua mashauri ya mpira kwenye mahakama za kiraia isipokuwa kwa idhini ya taasisi za kimataifa. Kwa upande wake, wakili wa mwombaji Bwana Jesse alidai kuwa shauri hilo alihusu migogoro ya ndani ya TFF bali ni dhidi ya TFF. Mwombaji si mwanachama wa TFF, hivyo ajazuiliwa na katiba yao, na kwamba ana haki ya kuomba suluhu mahakamani, kwa kuwa hakuna chombo rasmi cha kutanzua mzozo kama huo kwa watu wa nje. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, jaji alifanya uchambuzi na kusema yafuatayo kuhusu wanachama, amesema Dkt. Marwa ni mwanachama halali wa Yanga African Sports Club kwa mjibu wa kiapo chake na kadi ya wanachama aliyowasilisha mahakamani. Kwa mjibu wa ibara ya 10 na 11 ya katiba ya Yanga African Sports Club ya mwaka 2021, mwanachama anapaswa kufuata maagizo ya TFF kutofungua mashauri yanayohusu mpira wa miguu katika mahakama za kawaida na kutumia e, mabaraza ya usuluhishi na kasi kama njia ya mwisho. Kuhusu mamlaka, jaji amesema kuwa Dr. Marwa ni mwanachama wa klabu hiyo, wa klabu ambayo inawajibika kwa TFF, na katiba ya TFF na Yanga zinakataza kesi za mpira kufunguliwa mahakamani. Basi kwa muktadha huo, jaji akasema mahakama haina mamlaka ya kusikiza shauri hilo. Mahakama imeendelea kufanua kuwa hata kama asingekuwa mwanachama wa klabu yoyote bado kanuni ya ya 25 na section ya 4 inakataza mtu yeyote ikiwemo e, shabiki kufungua mashauri ya ligi katika mahakama ya kawaida. Jaji amenukuliwa akisema kuwa kwa mujibu wa katiba na kanuni husika, shauri hili limefunguliwa mahakamani pasipo mamlaka ya kisheria kufanya hivyo. Mahakama hii haina mamlaka ya kushughulikia mashauri ya migogoro ya mpira wa miguu ambayo katiba ya TFF na Yanga African Sports Club zinahitaji yashughulikiwe na mabaraza ya ndani ya mpira. Anaendelea, shauri ili linatupiliwa mbali kwa msingi wa ukosefu wa mamlaka ya kisheria, yani lack of maombi ya kibali cha kibali ya kufungua mapitio ya kimahakama yanakataliwa na hakuna agizo juu ya halama, each party to bear its own cost. Hii ndo ambacho kimetokea kwenye kesi ya Dr. Marwa, uh, ambaye ameshindwa kesi ya kuweza kuzuia Um, mechi ambayo inaenda kuchezwa tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2025.